Imetimia saa tatu kamili. Napenda kusikiliza kipindi cha Watoto na Rock FM, na kwa sababu kinanifundisha, kinaniumisha na kunikuza kiroho. Endelea kubarikiwa, endelea kubarikiwa hapo ulipo, kando ya redio yako, redio yako. Tunazidi kupasuanga kwa kupitia masafa ya 96.9 Rock FM Radio za kipindi cha watoto na Rock FM na kwa sababu kinanifundisha, kinanielimisha na kunikuza kiroho. <muchos> Hello, habari mtoto mzuri ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia masafa ya 96.9 Rock FM Radio, tunakusalimu mahali popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika kipindi chetu cha watoto na Rock FM. Na hii leo basi twazuri kutoka, uh, kutoka katika shule ya msingi na wali ya Twiza shule ya msingi na wali ya Twiza. Shule hii iko katika halmashauri ya Tunduma e, katika e, mji wa Tunduma, lakini katika mkoa wa Songwe. Hii leo tumesema tutoke kidogo kuja kuwatembelea watoto wenzetu katika shule hii ya Twiza, kutuambia ama kutuendeshia programu mbalimbali ambazo kwako e, kinasi kwa kutusikiliza lakini hapo baadaye tutatamani pia mtoto ambaye unatusikiliza uweze kutupigia simu, alafu tuweze kushirikiana kwa pamoja katika kipindi hiki. Sasa kwa kuwa tuko mbali na studio, kwa kuwa tuko mbali na studio, unayo nafasi kuweza kushiriki nasi kupitia nambari yetu ya studio amini e, namba sasa ambayo tutaweza kuitumia kwa siku ya leo ambayo ni sifuri saba sita mbili tatu sifuri moja sifuri moja sifuri. Nitarejea tena sifuri saba sita mbili tatu sifuri moja sifuri moja sifuri, sifuri, sifuri, sifuri, sifuri. Tunakualika mtoto ambaye uko nyumbani hapo baadaye tutahitaji uweze kushiriki nasi na kama alivyokuambia basi e, tupo katika shule ya msingi na awali ya Twiza Aeza, ae, shule hii iko hapa katika halmashauri ya mji wa Tunduma, nami ni wasalimu sasa. Watoto watoto, hamjambo? Hatujambo wa wa watoto wa wa, wa, Yesu. wa, wa watoto wa, wa, wa Yesu. Bila shaka ni wazima, si ndio? Haya, karibuni sana katika kipindi chetu e, cha watoto sasa. Kwa kuanza, natamani nipate mtoto mmoja Eweza e, kutupatia ombi la ufunguzi. Nani atakayetupatia ombi la ufunguzi? Haya, karibu mtoto mzuri. Na mara baada ya kupata ombi hilo zuri la ufunguzi kutoka kwa mtoto mwenzetu na sasa nimkaribishe yule ambaye ameweza kuandalia kwa ajili ya kutupatia neno la uzima ama kutulisha neno la uzima. Karibu mtoto anaesasiwe Somele. Somolete anapatikana Samweli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ya kumi na saba mstari wa kwanza, nao anasema Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wa, wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Ezeka, katika Efes Damim. Hii somo nahusu kiza Daudi na Goliati. Daudi alikopo ni mchunga kondoo. Siku moja baba yake akamwambia Daudi, nenda kule jeshini ukaangalia kina kaka zako, ukapekea chakula, ukawajulia na afya zao. Daudi akachukua kile chakula ambacho akaenda akafika kule akamkuta Goliati, anasema nani anaweza kupigana na mimi siku ya leo? Waisraeli wanakimbia hivyo, walipotoka vitani, walikuwa wanapigana asubuhi na jioni, walipotoka vitani. Daudi akaenda anasema, kaka nini? Akasema, yule ni Goliati, uweze kupigana naye. Daudi akasema, mimi naweza kupigana naye dada, kaka zake wakawasema uwezi mwanajeshi mmoja wa Israeli, akaenda akasikia, akaenda kumwambia mfalme. Mfalme akasema ni nani huyo kijana, kamleteni. Wakaenda wakamchukua Daudi wakampeleka kwa mfalme. Mfalme, Daudi akasema mimi naenda kupigana na Goliati. Mfalme akasema mvalisheni mavazi, wakamvalisha hayo mavazi, yakawa namzidi Daudi. Yule akasema mimi sivai mavazi, naenda na vazi zinguo zangu. Daudi wakampa aka aka muda, akaenda akaokota mawe matano akamwambia Goliati akasema nani akapigana, nani atapigana na mimi siku ya leo, siku ya arobaini na moja? Goliati. Daudi akasema mimi ndapigana na Goliati. Akasema mtoto mdogo naja kupigana na mimi. Akasema wewe unanijia kwa upanga kwa kwa ngao na mkuki, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Akachukua jiwe lake moja laini, akampiga Goliati kwenye paji la uso. Goliati akaanguka chini, akamkata kichwa chake, akampelekea Sauli. Wafilisti walivyoona Goliati amekufa, maana ndio kuwa mtetezo wao, wakakimbia. Hii katika hicho kisa tunajifunza tuwe, tuwe na imani, tumtegemee Mungu na tusiwe na wasiwasi kwa Mungu, maana yeye anaweza amina. Jembani, tunasemaje kwa mtoto mwenzetu? Amina. Tunashukuru kwa so kiroho na sasa studioni, mara baada ya kupata wimbo gazia vitenda wili katika Biblia